Hello, hello, hello, my people. Hello, watu wa Mungu. How are you? Hyu na yaani, naamini mko salama. Nami pia niko salama. Mungu amenilinda. Nimeona mkono wa Mungu. Nimeona Bwana akishughulika kwa ajili yangu kwa ajili ya familia kwa ajili ya wengine wote. Ni mwaminifu na ni mwema. Nimekuja tena siku ya leo, ni wako Lamek. Nimekuja tena siku ya leo, kuna mambo ambayo yanachanganya hapa. Kuna mambo ambayo yanachanganya hapa, sielewi. About your thoughts. Kuna mambo ambayo inachanganya hapa, au tumeona Mtume Joshua ujumbe ambao ameutoa uh, wa kusikitisha mno, kasema ya kwamba hiyo sometimes inasababisha mpaka tunakosa kuamini mambo mengine ile ambayo inaendelea, tunashindwa kuelewa hasa ya ukweli ni yapi ya uongo ni yapi. Uh, ya ukweli ni yapi ya uongo ni, ni yapi. Nakosa kuelewa sababu Mtume Joshua amesema ya kwamba uh, Uh, Afande Alex ndiye msaliti kwa Pastor Jay, ndiye msaliti, ndiye anayewasaliti. Akasema pia Mtume alisha uh, toka katika uokofa, yuko katika Mungu, alichichanganya, si mapepo ya Alex yaliingia nalimu wake, alisukuma nalimu wake, akachanganyika, akatoka katika msingi, akatoka katika njia nalimisi ya kwamba Mtume Elijah hayuko kwa Mungu tena mm. Kama ni mimi, naelewa namna gani haya maneno hapo? Tumeona Mtume Joshua akisema hayo maneno ha, kwamba Elijah alitoka kwa Mungu, hayuko kwa Mungu, wala mtumikie Mungu, anatumikia mashetani Fande Alex ndiye msaliti. Wameungana na nani? Na Elijah. Afande Alex wameungana na Elijah. Wameungana na Elijah. Ah, tukapata na Elijah, mtume wa Elijah huko, mmeona video yake uh, like 20 minutes imepita, naye pia mkasikia kuongea kwake. Kawa namwita Joshua ni mtume tapeli, mtume tapeli, si mtume wa Mungu. So, wewe jambo hili naliona namna gani? Jambo hili ni ngumu kuelewa, uweze kuelewa sawa, ukweli ni nani, wa uongo ni nani? Je, Elijah ametoka kwa Mungu, na je Joshua ni Mungu anaongea wa ndani mwake? Kuna uwezekano kunawakuwa na mambo mawili mahali hapa, ambayo watu wanaweza kukosa kuelewa, sababu Elijah amesaidia Jay malipa kubwa licha ya kwamba Jay ndiye aliyekuwa mwongozo wake, lakini Elijah alimsaidia malipa kubwa sana. Afande Alex pia kuna sehemu alisaidia Pastor Jay sehemu kubwa sana. Mambo haya kuna uwezekano ya kwamba shetani anazotumia ni kweli, maybe Alex na Elijah wamepakawa wametoka kwa msingi wa Mungu, wameenda kwa misingi yao, ama kuna uwezekano, kuna mambo watakubaliana na nani na J, sababu pia wamefungua YouTube sawa, miza kwamba jitekemea, wanaweza jitekemea maybe, wameona kama msaada wao, wanaweza jitekemea wenyewe wakafanya mambo yao kama wana J, wanasafanya mambo yao kifiao. So katika hali ya kujitenga, ndipo maybe hao upande wengine, Joshua naye aka Eh, maybe ni Mungu ameongea ama yeye mwenyewe amejiongelesha, sababu hawa wamejitenga, kaona kwamba alete ujumbe huu ya kwamba hawa ni wasaliti na kweli eh, ni familia ni apate nafasi ya kuwatenganisha wasiwe kimoja, kila mtu asiwe kifyake. So si mambo ya kukimbilia tu, naona watu wakikimbilia, watu wakikomend mambo yao. Ni mambo ambayo inataka ufunuo. Ufunuo wa kwanza, uh, ni mashabiki fans kuomba. Don't judge. Tuombe Mungu atupatie mwelekeo, what is what is happening. Kile mmoja anaanza ku judge iko namna hii, iko namna hii, iko namna hii, iko namna hii, tunachanganya hata Mungu mwenyewe naamini kama tunamchanganya tumekosa msingi na tumekosa msimamo. Haya mambo na YouTube itachanganya usipokuwa mwangalifu utakuzana kila mtu sababu, kila mtu anatafuta fans, kila mtu anatafuta kuwa juu, kila mtu anatafuta kuwa anaonekana eh, so the mood utakimbilia tu maneno tuanze kutupa tupa, na mimi sisi wenyewe tutakosa mwelekeo mahali hapa, sababu hawa watu wamekuwa pamoja na hivyo wana wana uh, so tu wanadamu tukiona mwingine akiinuliwa ndio issue zinaanzia pale, mm -hmm. kuona wengine wakiinuliwa issue zinaanzia pale. So ni jambo ambalo nataka msingi mwelekeo mkubwa, tuombe Mungu alete mwelekeo wa kipekee, tusianze tu tupatupa maneno kana kwamba tuelewe kitu tunafanyika, kwa sababu hapa kuna jambo fiche, kuna jambo fiche mahali hapa. Kunawezekana kuna mtu ametoka kwa Mungu, kunawezekana mtu ameamua kujitenga, na kunawezekana kuna mtu muongo katikati ya hawa watu awezekana kuna mtu Mungu kwa hawa watu.